mtazamaji na ibada maalum ya jumapili imeandaliwa nyumbani kwa marehemu aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga. Ibada hiyo iliyoongozwa na askofu wa kianglikana wa dayosisi ya Bondo David Kodia ilihudhuriwa na familia, waumini wa kanisa la kianglikana, jamaa na majirani wa Odinga. Katika mahubiri yake Askofu ya Kodia aliyeangazia umoja katika jamii. Na baada ibada iyo, ya ibada hiyo wafuasi wa klabu ya uingereza ya Arsenal hapa nchini ambapo pia Raila Odinga alikuwa mfuasi na mwanachama sugu walitembelea familia ya Raila Odinga kuiliwaza. Mashabiki wa Arsenal wakiongozwa na Silas Odhiambo walivaria sare za klabu hiyo na kufika kwenye kaburi la Odinga na kufanya maombi. Baadaye walitangamana na Mama Aida Odinga na Raila Junior, ambapo walikabidhi familia sare ya klabu ya Arsenal yenye nambari 80 kuashiria miaka aliyokuwa ametimiza Raila Odinga kabla ya kifo chake.